Tanzania ina uwezo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi usiopungua megawati elfu tano zilizopatikana ndani ya mikoa 16. Azma ya serikali kupitia kampuni tanzo ya shirika la umeme Tanzania TANESCO, TGDC ifikapo 2025, ni nishati ya joto ardhi inachangia megawati 200 za umeme na megawati 500 za joto kutoka katika miradi ya kielelezo. Lakini pia TGDC ilianzishwa kwa lengo kuu la kusimamia, kutafiti, kuvuna na kuendeleza nishati ya jotoardhi kwa ajili ya uzalishaji umeme na matumizi mengine ya nishati hii. Katika kufanikisha, kulifanikisha hili, elimu inapaswa kutolewa kwa wananchi walio karibu na maeneo yaliyogundulika kuwa na miamba ya kuhifadhi joto, ili kuimarisha ushirikiano, ulinzi na umilikishwaji wa miradi ili waitunze na kuipa kipaumbele. Kwa muktadha huo kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC imefanya ziara ya uhamasishaji na uelimishaji katika vijiji vya Nsongwi Juu, Nsenga na Mbeya Wani, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuimarisha uhusiano na jamii zinazozunguka mradi wa joto ardhi wa Ngozi. Wakiwa katika vijiji hivyo vitatu kwa nyakati tofauti, wataalamu kutoka TGDC walitoa elimu ya ufahamu na umuhimu wa utunzaji wa mradi pindi shughuli za uchimbaji zitakapoanza. Hatua inayofuata sasa hivi ni hatua ya uhakiki, kwa maana ya kuchimba visima kwa ajili ya uhakiki wa hiyo nani, rasilimali ya jotoardhi, ili baadaye tuanze kuzalisha umeme kutumia nishati hiyo sasa maandalizi yamefanyika mbalimbali ya ikiwemo ujenzi wa barabara ambayo inaelekea eneo la, la mradi uliko. Vilevile tumeshapeleka baadhi ya mitambo yetu kule kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya uchimbaji, na kama mnavyoona nafikiri kuna bomba hilo kwa ajili ya kupeleka maji ambayo yatatumika kwenye mradi wetu. Sasa, sasa, hivi ndo kama nilivyosema tuko kwenye hatua ya uhakiki kwa maana ya uchimbaji. Sasa niwaombe wananchi vilevile, mradi huu, kabla sijaendelea mbele, mradi huu una manufaa makubwa sana kwenye kijiji chetu. Yapo yale manufaa ya moja kwa moja na manufaa ambayo sio ya moja kwa moja. Tukianza na manufaa ya moja kwa moja, manufaa ya moja kwa moja, moja, moja, utakapokamilika mradi huu, mbali tuna kuzalisha umeme, kuna matumizi ambayo ni ya moja kwa moja ya hiyo nishati ya jotoardhi ikiwemo kukaushia mazao kama tunavyojua maeneo yetu haya jua linakuwa ni, ni tabu sana. Watu wanakuta mahindi yameiva shambani au mazao yameiva shambani, lakini anakosa nyenzo ya ukaushaji wa yale mazao. Hii jotoardhi itasaidia kwenye kukausha mazao ya mwananchi kwa upande wa wananchi wa Nsongwi Juu walishukuru TGDC kwa elimu iliyotolewa huku wakihitaji ufafanuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo la ajira wa kazi wa wa kwa wakazi wa maeneo husika. Tunashukuru kwa ajili ya hii fursa imepatikana kwetu. Lakini sasa nataka niombe mimi kwa zile kazi ambazo pengine zinahusu hazihusu hazihusu nguvu ya darasani, ni nguvu kazi tulionayo, haihusu elimu, ninataka niwaombe ndugu zangu, ikiwezekana basi mtupe kipaumbele sisi ambao ni wenyeji wa hapa, tuweze kupata hiyo fursa ya nguvu kazi. Baada ya kusema mnatoka nao huko tena, hata ile nguvu kazi ya kuweza kusogeza chochote pale mnatoka nao huko, ni vizuri basi sisi kama watu wa Nsongwi mtupe kipaumbele ile ambayo unaona tuna uwezo wa kufanya, lakini hata kama ile ya shule unaona kuna uwezo wa kufanya, basi na yenyewe mtusaidie kwa vile mtakavyoona ninyi. Naahidi kulinda miundombinu ya serikali kama iliyopo, kuangalia uangalifu kama mimi mlinzi namba moja wa kijiji. Pia ningeomba pia ajira kwa wananchi wangu wenyeji wa hapa zipate kupatikana ili wapate kama ni ajira, kwa sababu sehemu ya ajira inapokuwepo kampuni yote ajira zinakuwepo. Mtulinde sana wenyeji, muweze kutusaidia tukupatie ajira, na pia kudumisha barabara inaenda kule iwe safi, ili angalau ni sehemu ambayo inaendea mashambani mwa wananchi tunapoenda kutekeleza mradi huu, tunategemea kipengele cha kuhitaji wahudumu kwa ajili ya usafi. Tutachukua wahusika kwenye maeneo husika, na tumeweza kushirikiana na ofisi ya kijiji pamoja na mwenyekiti kumwomba idadi ya watu kadhaa ambao vigezo tumempa yeye, ndo anawajua wananchi wake, atusaidie kutafuta vijana, wakina dada wakina kaka ambao ni waaminifu, lakini ambao ni wachapakazi, sababu mwisho wa siku mradi una vitu vingi vya gharama. Tunategemea tukipata watu ambao ni waaminifu na ni wachapakazi, ili mwisho wa siku tuweze kupata yale zile faida ambazo zimelengewa, zime, zime, zime kwenye, kwenye mradi huo. Katika kijiji cha Mbeya Wani wameshukuru TGDC kwa namna ambavyo imekuwa mstari wa mbele kuunga mkono shughuli za kijamii ya, ya wana Mbeya Wani, ikiwemo kupeleka maji katika shule ya msingi Mbeya Wani, jambo lililowapunguzia ajali wanafunzi walikuwa wakivuka barabara kwa ajili ya kufuata maji. Nashukuru kwa kutuletea mabomba ya maji haya, manake wanafunzi walikuwa wanahangaika sana, wanaenda kuchota mbali, mara wagongwa na magari. Tunawashukuru sana wajoto la halisi lakini vipi kuhusu uharibifu wa miundombinu ambao hufanywa na watu wasio waaminifu? Kwenye teknolojia iliyoendelea kwa maana ya hizi greenhouses, zinatumia jotoardhi kwa ajili ya kufanya kilimo cha mazao kwa kisasa. Kwa hiyo ni wape, nitoe wito, tutakapokamilika mradi huu, wananchi watafaidika katika sekta ya kilimo, vilevile matumizi ya moja kwa moja ya nishati hii ni pamoja na ufugaji wa samaki. Tunajua samaki wana, wanakuwa sana sehemu ambayo inakuwa na joto, maji yanapokuwa na joto la kadri fulani. Sasa mradi huu utasaidia kwenye matumizi au ufugaji wa samaki ikiwa ni pamoja na kuendeleza au kuongeza chachu ya maendeleo katika kijiji hiki. Sasa kuna ajira zingine zitapatikana kutokana na mradi huu. Nafikiri viongozi wenu wa kijiji ni mashahidi, wataalamu wetu walishapita kwenye kijiji katika kut... kubaini watu ambao watakuja kuwa kuajiriwa kwenye hiyo, kwenye mradi wetu. Tulitoa vigezo, kwa hiyo kutokana, kwa kushirikiana na vijiji vige... kwa sababu sisi hatuwafahamu mwananchi mmoja mmoja kupitia serikali ya kijiji na viongozi wetu ambao ni waaminifu sana wameweza kubaini hao watu kwa vigezo ambavyo tulikuwa tumewawekea. Kwa hiyo hayo ni pamoja, ni manufaa ambayo mwananchi wa Mbeya ataenda kunufaika nayo. Sasa naomba nitoe wito pamoja na yote hayo tuliyofanya na process zote tulizozifanya. Lakini tunasikitika kuona kuna hujuma zinafanywa kwenye miradi, kwenye miundombinu ya miradi yetu. Sasa Si, sina hakika kwamba ni wenyeji kweli wa hapa wanafanya au ni wageni, lakini mimi niwaombe kila mmoja wetu awe mlinzi wa mwenzake. Kuna matukio kadhaa kadhaa yametokea kwa maana ya hujuma ya huu mradi. Tukio la kwanza lilitokea, tulibiwa mafuta yetu na walioshiriki ni miongoni mwetu hapa kijijini. Mlinzi mkubwa ni yule mwananchi ambaye yupo kwenye miradi, kwenye miradi hiyo, kwenye hiyo eneo linalozunguka. Unaweza ukaweka walinzi hata mia, lakini isifanyike ile kazi kama mnavyotaka, lakini kwa sababu sisi wananchi huwa tunajuana na kama tunavyojua serikali inapokuwa imewekeza, ikitokea sehemu tunakata yale mabomba au tunafanya vitu tofauti, ile kisheria inaitwa ni kuhujumu uchumi. Na unapohujumu uchumi haumuhujumu ule serikali pia, unajihujumu wewe mwenyewe, kwa sababu ile yote imefanyika kulingana na kodi yako, ile kodi ambayo tunakatwa wote hapa ndo inaenda kule serikalini tunapata kununua hayo mabomba, tunapata kununua mapira hayo ambayo yanapita kwenye miradi. Kwa hiyo, wote naomba ni wasihi, tuwe ni walinzi wa hii miundo mbinu kwa sababu mwisho wa siku inatusaidia sisi sisi wenyewe na vizazi vetu. Kwa hiyo, tunapoona mtu ambaye si mwaminifu tujitahidini kutoa taarifa katika uongozi wetu wa kijiji ambao upo unaotuzunguka. TGDC iko mbioni kuhakiki rasilimali ya joto ardhi katika miradi ya kipaumbele mitano ya Ngozi na Kiejo Mbaka, Songwe, Luhoi na Natron yenye lengo la kuzalisha megawati mia mbili za umeme ifikapo ishirini na thelathini ambapo kwa sasa itaanza na mradi wa joto ardhi Ngozi wa megawati sabini, ambapo baada ya uhakiki hatua ya uzalishaji itafuata. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.